Unajua mtu mwenye ashakosa, ashajua amekosa. Hata usipomwambia ashajua nimekosa. Yeye mwenyewe, kwa uaminifu wake na Mungu ameanza safari ya toba. Ameanza safari ya kunyenyekea. Ameanza safari ya kumrudia Mungu. Kwa hivyo yale unayoyasema ni yako, lakini kuna uwezekano akapata kibali, akapata neema kwa sababu ya uamuzi ameufanya wa kumrudia Mungu. Palikuwa na waizi wawili pale msalabani. Yesu alikuwa katikati ya waizi wawili, na Bibilia inasema yule mwizi mwingine alikuwa amelala pale tu na anamwangalia Yesu, anaona huyu, uh, sasa naye ameibanini, amechapwa mkuki mbavuni, ndo huu tunamuona anatoa maji na damu. Lakini yule mwizi mwingine alimwangalia Yesu akaona rehema, alimwangalia Yesu akaona msamaha, alimwangalia Yesu akaona toba Akamwambia, would you like please, unikumbuke tu unikumbuke na mimi yani, unikumbuke tu unikumbuke. Yesu akamwambia sahi sahi, ihem, it was the right time for the thief. The condemners ambao wanajua, mwizi tulimpeleka msalabani, wakifika mbinguni wanashangaa, mwizi yuko hapo kwa kifua cha Ibrahimu. hata sekunde moja inaweza kukusaidia to turn everything around. Maisha ya mwizi yalibadilika mara ile ile. Waliokuwa wanajua huyu mwizi aliiba, huyu mwizi ndo alikuwa mbaya zaidi kuliko yule. Kilichosaidia mwizi kwenye msalaba ni toba, ni rehema, alipaa na njia ya kwenda kwa baba ni msamaha wa dhambi, si kujitetea, ni msamaha wa dhambi.